Sikeleza maandiko tumishi wa Mungu, tunataka kujifunza leo. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu kile cha Methali sura ya 22 mstari wa sita, neno linasema ya kwamba, nataka nizungumze na wewe mzazi. Mzazi, maana mzazi ndiye anatengeneza mtoto anakuwa bora katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili, ni mzazi. Nazungumza na wewe mzazi, Methali inasema ya kwamba Mlee mtoto katika maadili ya mpendezayo Mungu, mlee mtoto katika maadili ya mpendezayo Mungu kamwe, mpaka atakapokuwa mzee. Hiyo njia uliyomlea hata iache kamwe. Nataka nizungumze nawe mzazi, mlee mtoto wako katika maadili ya mpendezayo Mungu, kimlea mtoto katika maadili ya mpendezayo Mungu na kumhimiza mtoto mfuata Mungu, basi utaona mafanikio sana kwa mwanao, lakini usipomlea mtoto wako katika mali ya kumpendezao Mungu, utakuwa unasema tu maneno kwamba huyu mtoto wangu amelogwa, mtoto wangu na kitu gani amefanyiwa. Kumbe hukumlea katika maadili ya mpendezayo Bwana. Lakini ukimlea mtoto katika mali ya mpendezayo Mungu, hataiacha njia yake kama, na ataendelea kumtukuza Mungu na ataendelea kumtumikia Mungu kwa sababu yeye umemlea katika maadili ya mpendezayo Mungu. Muhimize mtoto wako kuabudu, muhimize mtoto wako kwenda Sunday school, muhimize mtoto wako kwenda kufanya mambo ya kanisani na kwenda kanisani au sehemu yote ambayo kwenye imani ambayo ni ya kimungu, basi unamuhimiza mtoto wako A, unamlea katika maadili ya pendezao Mungu, ndipo Biblia inasema kwamba hata iacha njia hiyo mpaka atakapokuwa mzee, ataendelea kukumbuka, ataendelea kukumbuka ambayo uliyomtendea. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa jina neno hili, endelea kufuatilia peji hii na endelea kufollow katika kanduli hii, utapata vitu vingi sana vya kujifunza na vya kuelimisha na vitu vingi sana vya kimungu na vyenye maadili mazuri. Mungu akubariki sana, naitwa Mwinjuristi oh, oh mtumishi wa Mungu naa Ombeni Mungu cihini sana, kubariki sana na amani ya Kristo Amen.